Uhusiano uliopo kati ya hormone imbalance, yaani mvurugiko wa hormone pamoja na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni moja ya sababu ambazo zinapelekea changamoto nyingi za hormone imbalance, ambapo baadhi ya madhara yake ni kama ifuatavyo. Moja, inapelekea kuto kuzalishwa kwa hormone nyingine, hasa homoni za uzazi. Nazungumzia homoni kama estrogen, progesterone Folic stimulating hormone, luteinizing hormone, ambayo hormone ni hormone muhimu sana kwa mwanamke kushika ujauzito. Kwa hiyo kama hizi hormone zisipozalishwa, kuna uwezekano huyo mtu akashindwa kushika ujauzito akakosa ute lekini, chabili, na yeye akashindwa kukoma. Kwa namna hiyo lakini kitu cha pili hormone, basi naweza ikapelekea mtu asipate ovulation, pamoja na kushika ujauzito kwamba unapokuwa na msongo wa mawazo homoni ya cortisol inazalishwa kuliko kawaida, ambapo nimesema inafanya nini? Inapelekea homoni nyingine ndio kuzalishwa kwa kiwango kinachotakiwa. Mwisho wa siku ni kwamba huyo mtu atakikuta mayai yake hayapevuki, na mwisho wa siku mayai yasipopevuka hayawezi kurutubishwa, anashindwa kushika ujauzito. Lakini inapelekea mvurugiko wa he hedhi ambayo haina mpangilio. Hapa ataona hedhi inaenda siku nyingi kuliko kawaida, lakini vile vile inaweza kupelekea mtu anapata hedhi nyingi au damu nyingi, lakini vile vile, wakati mwingine, anaweza akawa hapati kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi hormone zinazohusika na masuala ya hedhi zimezalishwa kwa kiwango kidogo mno, aidha kwa kiwango kikubwa kuliko kawaida na pia inaweza ikapelekea changamoto ya PCOS polycystic ovarian syndrome, pamoja na endometriosis, ambazo ni changamoto zinazoweza athiri huyo mwanamke asishike ujauzito nakawa anapitia maumivu makali sana wakati wa period. Hivyo basi, ni muhimu sana wewe ku balance aidha ku control msongo wako wa mawazo kwa gharama yoyote. Kama bado unahitaji faida kwa ajili ya kushika ujauzito, kwa ajili ya kuenjoy tendo la ndoa, kwa ajili ya kuepuka changamoto za uvimbe kwenye kizazi, hakikisha una control msongo wako wa mawazo. Lakini vile vile sio kwenye uzazi tu, msongo wa mawazo una shida hata kwenye changamoto nyingine. Ndio maana watu wenye msongo wa mawazo, basi inaongeza hatari kwa mtu ambaye ana ch changamoto kama za presha. Ni kutakie wakati mwema, zingatia na fanyia kazi. Sasa.